Kwa lugha nyepesi wale Waswahili kamie, imebaki siku moja, maana leo siku ya tarehe tano na kesho ndio uzinduzi rasmi wa Karibu KiliFair hapa mkoani kwetu Arusha. Karibu KiliFair ni tukio la aina yake, ni tukio pekee linalotamba si tu katika mkoa wetu Arusha, sio tu Tanzania, ni Afrika mashariki na kati. Maana yake nini? Njoo ujionee ukuaji wa sekta ya utalii ndani ya nchi yetu ya Tanzania chini ya jemedali daktari Samia Suluhu Hassan hii ni kampuni inayofanya kazi nzuri kwa ushirikiano mkubwa wa wizara yetu ya maliasili na utalii na wadau wote wa sekta ya utalii. Na ufahamu tu Tanzania, tulipoanza matangazo tulikuwa na takriban ya nchi arobaini hivi, leo ikiwa imebaki masaa machache kwenda kwenye uzinduzi tuna nchi hamsini na mbili na zaidi ya makampuni mia tano. Inawezekana uko nyumbani unajiuliza nini kinatokea. Mi nakusii tu, mimi kama mkuu wako wa mkoa, njoo uone na kwa kuwa mkoa wetu na wajanja tunaweza kutafuta hela, njoo utafute hela. Hela haipatikani ukiwa umelala nyumbani, njoo na ukifika hapa, hata kama huna idea, kupitia mabanda mbalimbali sekta mbalimbali mbali, utapata kitu cha maana. Utakuja kuona watu wa magari namna gani, sekta ya usafiri ilivyokuwa. Utakuja kuona baluni namna gani, ya sekta ya anga kupitia baluni na utalii wa baluni unavyokuwa. Utakuja kuona hoteli zinavyofanya kazi. Utakuja kuona tent camp zinavyotengenezwa mnyororo wote mpaka wauzaji wa, wa vyakula na vinywaji katika swala zima la kumkaribisha mgeni ndani ya nchi yetu. ni waombe wananchi wote wa mkoa wa Arusha, kesho tujitokeze kwa wingi kuja kushuhudia historia ikiandikwa tena katika msimu huu wa elfu mbili na ishirini na tano chini ya ndugu zetu wa Karibu KiliFea, lakini pia kumlaki daktari Doto Mashaka Biteko, naibu waziri mkuu na mgeni wetu rasmi, ambaye kesho asubuhi tutakuwa naye mahala hapa kwa ajili ya kutuzindulia. Unaweza ukajiuliza hivi mimi ambaye nina mtaji afu sijui idea ya kufanya nifanyeje? Njoo hapa Karibu KiliFair. Unaweza kujiuliza hivi mimi ambaye niko hapa hivi biashara zinafanyikaje? Njoo uone wenzako wanaofanya biashara. Yaani ukija hautaondoka kama ulivyokuja. Ni nafasi ya kipekee kukutana na watu. La mwisho Mji wetu utakuwa umejaa hoteli, barabara kutakuwa na msongamano mkubwa, na hata uwanja wa ndege wa hapa Arusha Kisongo utakuwa na ndege nyingi sana. Uwe mmojawapo wa kuandika historia ya kujenga uchumi mara kupitia sekta ya utalii. Wabeja sana.